Shughuli za kutafuta mwili wa mvuvi ambaye inaaminika alizama maji baharini katika eneo la Kilifi bado zinaendelea. Shughuli za uokoaji e, zilikuwa zinaendelea kupitia timu ya Kilifi Beach Safety Unit, wamekuwa wakizunguka pamoja na jamii ya wavuvi kutoka BMU ya Kilifi hadi BMU ya Bofa na, na Mnarani wanazunguka kutafuta wa mwili. A, kwa sasa tuna ripoti au taarifa ya kwamba a, kuna baadhi ya watu kutoka maeneo mengine wameona kitu kikiogelea ndani ya maji. Ndio, hata boti ya rescue imetoka hapa imeenda kuangalia, kama kuhakikisha kama kweli ni huo mwili muonekano unaokiendana ya maji au itakuwa namna gani. Hatukuweza kuandamana na waokoaji hawa wa kaunti ya Kilifi kwenda kushuhudia shughuli hizo kutokana na hali ya kuchafuka kwa bahari kuamkia siku ya, ya Jumamosi uh, boti tatu kutoka Mnarani zilikuwa zimeenda kuvua na usiku, lakini mmoja ikapata bahati mbaya ikakumbwa na, na, na, na mawimbi na ikaweza kupinduka na ikaweza kupoteza watu watatu, lakini mmoja akajaribu kuogelea ambao ni mama anaitwa Aisha akaogelea, lakini wawili wa, wakakufa maji. E, kufikia jana tukaweza kupata mwili mmoja wa huyo kapteni ambao ma, ma maji yalimpeleka hadi maeneo ya, ya Watamu ndo akaweza kuokotwa kule Watamu. Tukapiga ripoti kwa BMU, mwili wake ukachukuliwa ukapelekwa Malindi Mochari e, then jamii ya wavuvi kutoka Mnarani wakaenda mpaka Mochari Malindi, wakachukua mwili wake na wakasafirisha jana wakaweza kundofanya mazishi maeneo ya, ya Likoni. Hali ya taharuki imewakumba wavuvi huku wakiwa katika vikundi vikundi, wakiwa katika hali ya kutamaukwa na kuliangoa. Tunapata shida wenyewe, hali sahi zetu saa hii na familia zetu tunazorota kwa sababu hizo ndizo kazi ambazo kwamba tumezitegemea na kufikia deka sasa hazifanyiki hasa. So tungeomba kama kuna uwezekano serikali, kuwe kuna mshikamano mkubwa na sisi wavuvi, angalau tupate kusaidika kwa msimu huu wa nini, maana tunajua kuna disaster mafuriko kule. Wenzetu hao wanaangaliwa kwa hali moja ama nyingine, lakini wakati wetu sisi tumeregeshwa, tuko nyuma sana. Shughuli za kuwatembeza watalii baharini pia zimeathirika. Sasa tunakatazo sikanyage maji, kama sisi ndio kazi yetu, hatuna kazi nyingine. Tunaweza kuna mashamba. Mashamba yetu ndio hiyo hapo tayari. Kwa hivyo tuomba usaidizi kwa upande wa wageni, tutambulikane na sisi, kama ni msada aina yote, chakula ndio muhimu sana, hataki pesa sisi. Tupata chakula watoto watasoma, haona shida kinasa mtoto akifukuzwa shule Aidha, inadaiwa kwamba hata meli kubwa kutoka bahari kuu zimesukumwa na kuchafuka kwa bahari hadi kufikia katika mkono wa bahari wa Kilifi. Ingawa kuna tahadhari na visa hivi vya maafa, bado shughuli za baharini kuanzia hapa Old Ferry zinashuhudiwa, huku wadau wengine hata wa madau madogo madogo wakionekana kuendelea na hamsini zao. Hiki ndicho kiangazi chao wavuvi wa eneo hili. Hawana hawanani wakiulizwa, hawaungami hadi kipindi hiki ambacho kimewekewa tahadhari kitakapokamilika na kurudi baharini kujitafutia riziki. Nikiripotia COCO FM katika eneo la Old Ferry, mimi ni Lolani Kalu, COCO FM, ladha ya pwani.